Habari za usiku huu mpenzi mtazamaji. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kama unavyoletwa na mimi mchambuzi wako Amina Saleh. Kwa usiku huu matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa makavu na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto kumi katika mkoa wa Njombe. Kwa siku kesho matarajio yetu kuwa upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote. Na hali ya bahari ni mawimbi makubwa kiasi. Katika ziwa Victoria na ziwa Nyasa upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa kiasi. Katika ziwa Tanganyika na ziwa Rukwa, upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo. Baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hususani mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza na Mara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kaskazini, hususan mikoa ya Tanga Dar es Salaam Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi na vipindi vya jua katika maeneo machache, na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa tunasema asante kwa kuwa nasi na tunatakieni usiku mwema.